Mwezi huu unakuja ukiwa na harakati nyingi na mabadiliko ya kasi. Utakuwa na akili ya haraka, uwezo mkubwa wa kuwasiliana na kupata taarifa muhimu zitakazokuongoza kwenye mafanikio. Ni kipindi cha kuchukua hatua kwa akili na kupanga mambo kwa busara. Tukitazama katika kazi, katika kazi utapata fursa ya kuonyesha ubunifu wako na ujuzi wa mawasiliano. Wale wanaofanya kazi za uandishi biashara, elimu au teknolojia wataona mafanikio makubwa mwezi huu. Kuna uwezekano wa safari ndogo ya kikazi au kupokea habari nzuri kazini. Kuwa makini na maamuzi ya haraka, tafuta uthibitisho kabla ya kuchukua hatua kubwa. Tukiangazia katika mapenzi, mapenzi yanaweza kuleta msisimko na changamoto kidogo. Wapenzi wako kwenye uhusiano watahitaji mawasiliano ya wazi ili kuepusha kutokuelewana. Kwa wale walioko single kuna uwezekano mkubwa wa kukutana na mtu kupitia mazungumzo ya mtandaoni au hafla za kijamii. Acha moyo wako uwe huru, lakini usikimbilie haraka sana. Tukitazama upande wa kifedha, kipato kinaweza kuongezeka kupitia miradi ya ubunifu au kazi za muda mfupi. Hata hivyo, kuna hatari ya matumizi yasiyo ya lazima kutokana na msisimko wa mambo. Tengeneza bajeti mapema ili kuzuia kupoteza fedha. Fursa za biashara ndogondogo zinaweza kuleta matokeo mazuri. Tukitazama upande wa kiafya, afya yako itakuwa nzuri endapo utazingatia utaratibu mzuri wa kulala na kupunguza msongo wa mawazo, kwa kuwa akili yako itakuwa ikifanya kazi sana mwezi huu. Jaribu kupumzika na kufanya mazoezi mepesi ili kuepuka kuchoka kupita kiasi. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni njano angavu, nambari yako ya bahati ni tatu na tano mafusho ni sandalwood kwa uwazi wa akili na amani ya moyo. Manukato ni harufu ya ravenda au citrus kwa nguvu na ujasiri. Saa nzuri katika wiki hii ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa saba kamili mchana. Nyota za kushirikiana nazo ni nyota ya mizani ndoo na nyota ya mapacha wenzako. Ujumbe wa nyota ya mapacha mwezi huu wa 11: akili na mawasiliano mazuri vinaweza kufungua milango ya mafanikio. Sikiliza kwa makini kisha chukua hatua kwa hekma. Huo ndio utabiri wa nyota ya mapacha kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri bye bye.